Tuna option mbili. Tuna option ya kwanza kukata rufaa uamuzi huu e, kwenda mahakama ya rufaa kuona kwamba mahakama ya rufaa pamoja na kwamba ilishawahi kudili na suala hili kabla, kuona kwamba baada ya development za sheria na kanuni inaweza kuwa na mtazamo tofauti. Hii option ya kwanza. Option ya pili ni kwenda huko, huko huko, tukavuka bahari. Maanake kwa uamuzi wa leo, wazanzibari wameambiwa wakiitaka haki yao ya uchaguzi, basi wavuke bahari. Kwa hiyo sababu sisi tunapigania haki tunayo options ya kuvuka bahari pia. Kwa hiyo hilo tutashauriana, nitashauriana na wateja wangu ili kuona option gani kuomba uh, kule mahakama kuu extension of time kwa sababu eh, tulikuja mahakama kuu Zanzibar kwa sababu kanuni zenyewe za mashauri ya uchaguzi zinaitambua mahakama kuu Zanzibar. Kwa hiyo kama uh, watunga sheria watunga kanuni, jaji mkuu alita, alitapeli uh, wali, aliwahadaa watu e, basi tutajua huko. Kwa hiyo sisi, lakini tulikuwa reasonably tulifungua ndani ya wakati na tulifata sheria inavyosema. Mahakama kuu imeona tofauti, basi tutaenda kuomba muda ili tuweze kufaili tena uh, ku, uh, mashauri haya katika mahakama kuu za bara.